Nichukue fursa hii sasa adhimu kabisa kumkaribisha kaka yangu, alafu niwaambie ni kitu. Huyu mzee huyu mnayemwona hapa, mimi amelelea sana wakati yuko hapa. Kuna kitu wengi hawa wakijui, wanakijua wachache sana, mimi na yeye eh, nafikiri tunakumbuka, mimi ndio nilipewa nafasi ya kukaimu nafasi ya ukatibu wa wilaya kwa muda wa mwaka mmoja ilikuwa ni kazi ngumu kwa sababu nilikuwa ni kijana mdogo sana, ndio na, natoka umoja wa vijana, kazi siijui vizuri. Huyu mzee ndiye aliyenilea. Kila nilivyokuwa nataka kukimbia, alikuwa akinishika mkono. Nakumbuka yote mzee, na yakumbuka siwezi kuyasahau hayo. Una mambo mengi, umenifundisha mengi sana. Kila nilivyokuwa nakasirika, yeye ndio alikwambia njoo hapa, hii kazi siyo mchezo mchezo. kaendelee siwezi kukusahau. karibu uzungumze na watu wa Mivinjeni ndugu zangu mimi kwetu ni Kigoma na wale wanaonifahamu mbali na kuwa nilikuwa katibu wa CCM wa mkoa huu wa Iringa mwaka elfu mbili na sita mpaka elfu mbili na nane. nikahamishiwa kuwa katibu wa mkoa wa Dar es Salaam. lakini baadaye mimi nilikwenda kugombea ubunge mwaka elfu mbili na ishirini nikachaguliwa kwa kura nyingi kuwa mbunge wa Kigoma mjini. Kule kulikuwa na gwiji moja la siasa za upinzani anaitwa Zito Kabwe, nikafika mahala nikagombea naye nikashinda, nikawa mbunge kwa. Naijua nchi yetu, ndani ya chama, nje ya chama, kwenye vyombo vya maamuzi vikubwa kama bunge. Kigoma yetu ile ilikuwa haina umeme wa gridi ya taifa, tunawasha majenereta lakini mama huyu alipomaliza mradi wa bwawa la Mwalimu Nyerere ameunganisha baadhi ya mikoa ukiwemo mkoa wa Kigoma ambao hatukuwahi kuona umeme wa gridi ya taifa. Kwa unachotaka kusema ni kwamba mama huyu ametekeleza miradi mikubwa, sijui nani, reli ya kisasa Eh, SGR kuna mradi mkubwa kule wa daraja kwenye kwenye kwenye mto kwenye nani kwenye ziwa Victoria wa daraja. Miradi mikubwa mikubwa, lakini katika taifa letu ilikuwa kila mwaka ukifika tunapotaka kupokea wanafunzi tunaanza kukamatana mashati kujenga madarasa. Mama huyu akatuambia, sisi sisi wa Tanzania, akatuambia mimi ni mama, mimi ni mlezi, kazi ya madarasa ya wanafunzi niachie ni ni mimi. Leo kuna shida ya madarasa, leo kuna shida ya madarasa, mbali na kuongeza madarasa kwenye shule za sekondari, kajenga shule nyingine za sekondari mpya. Lakini si hilo tu, kasaidia watoto wa masikini kwa kuongeza mikopo ya elimu ya juu ili watoto wa watu wasiokuwa na uwezo nao waweze kupata elimu ya juu. Ameongeza mara mbili na nusu ya ile ambayo ilikuwepo wakati wa mtangulizi wake Dr John Pombe Joseph Magufuli. Nani kama Mama Samia? Akuna. amefanya kazi ya kumtua mama ndo kichwani, mijini na vijijini. Ameongeza upatikanaji wa maji mpaka amete, amepewa tuzo tuzo za kimataifa kuwa rais aliyeonyesha mwezo mkubwa katika kushughulikia tatizo la maji kwenye nchi yake. Huyo ndio Samia Suluhu Hassan tunayemleta mbele yenu ili mumpigie kura awe rais wetu. Ndugu zangu, Mama Samia kwenye ilani mpya hii, kwenye ilani mpya ya mwaka ishirini na tano hadi thelathini anaeleza anasema, ndani ya siku zake mia moja za mwanzo, mara tu mtakapomchagua kuwa rais, atafanya mambo mawili makubwa. Kwanza, atatenga shilingi bilioni mia mbili kwa ajili ya kusaidia vijana wanawake na watu wenye ulemavu kupata mikopo ndani ya siku mia moja maarake miezi mitatu na siku kumi atalifanya hilo lakini, anasema ndani ya siku hilo, hizo ataweza pia yeye mwenyewe kwa kuahidi na ilani ikielekeza, ataanzisha utaratibu wa kuwa na bima ya afya kwa wote kwa kuanza na makundi yale ya wazee na watu wasiokuwa na uwezo. Huyo ndiyo Samia Suluhu Hassan tunayemleta mbele yenu apigiwe kura. Mama wa Kitanzania mwenye huruma, mwenye upendo, mama aliyemudu madaraka ya rais. Hana papara. Rais ukiwa na hasira unaweza ukaumiza watu wako. Mama huyu hana papara. Maneno yanasemwa mengi, yeye anasonga mbele kushughulika na maendeleo ya Watanzania. Ndugu zangu, nawasihi na kuwaomba na nyinyi watu wa Iringa mnajulikana kwamba nyinyi ni watu ambao hamdanganyiki kirahisi. Nyinyi ni watu waelewa tena. Ukisema watu wa Mivinjeni, watu wa Mivinjeni wote ni wajanja, na mjanja yoyote lazima apigie kura amani, apigie kura utulivu, apigie kura maendeleo. Ndugu zangu huyo ndiyo mama Samia, nimekusha muelezea. Lakini hapa mjini tumefunga injini mpya ya maendeleo. Tumewaletea kijana, kijana msomi mwenye degree ya pili, masters, kijana ambaye tumemlea na kushika nafasi mbalimbali mbali za uongozi mbali na kuwa mwalimu kwenye shule za sekondari na kwenye vyuo vikuu, huyu Ngajilo pia amekuwa kiongozi kwenye chama chetu mpaka leo. Anagombea hapa, haji kujifunza uongozi kwenye ubunge. Hapana, ubunge ni chombo kikubwa, hatuwezi kuwaletea mtu kujifunza. Huyu amekuwa mwenyekiti wa umoja wa vijana wa CCM akaongoza umoja wa vijana wa CCM. Sisi wenyewe viongozi wa chama tukatia tiki, tukasema hapa, tukasema tumpime tena kwenye nafasi nyingine. Amekuwa mjumbe kwenye vikao mbalimbali mbali vya chama, hatimaye tukamchagua kuwa mwenyekiti wa Jumuiya ya Wazazi wa Tanzania katika mkoa wa Iringa hapo amekwenda tukatia tiki. Ndugu zangu, huyu Ngajilo ni kijana mvumilivu, ni kijana mvumilivu. Amekwenda mara tatu kwenye kura za maoni kuomba ubunge, na alipofika mahala zikawa hazikutosha. Alifika mahala akasema na, na, na, nashukuru pamoja na kwamba hazikutosha, mimi bado ni CCM na ninaendelea kupigania chama changu naendelea kutumikia nchi yetu. Huo <tip> ndio uaminifu, mtu anayeamini kwamba wakati alionipangia Mungu utafika. <tip> akaja tena tena kura hazikutosha, akasema nashukuru, wakati alionipangia Mungu, bado akaendelea kutumikia chama, akaendelea kushirikiana na watu. Lakini sasa kura zimetosha na chama kimemteua kuwa mgombea, huyo hey! hey! ndio Ngajilo ambaye mimi ni mmoja wa vijana wangu ambao nimewalea nimewafundisha, na mjua huyu ni mtu mwaminifu sana, na mtu mwenye upendo mkubwa kwa watu, na mtu ambaye yuko tayari kujitoa na kutoa vyake kwa ajili ya wengine. Amefanya hivyo Siwezi kuanza kuhesabu watu na makundi mbalimbali mbali na shughuli mbalimbali alizosaidia. Huyo tunamjua ana shida huyo, alishasema tukapona. Lakini Ngajilo ni mpenda michezo, huyu ni mpenzi wa michezo. Nataka niwaambieni huyu Ngajilo akichaguliwa huyu Ngajilo akichaguliwa, atawaletea raha hapa. Iringa, mna uwanja mzuri huko hapo, mna uwanja mzuri huko hapo wa Samora, hamuoni burudani mpaka muende kwenye TV. Ngajilo, na ujua mpango wako, na ndio maana nimeamua kusema kama wewe ulikuwa umeufanya siri, mimi leo nimeusema, nime hadharani. Maana aliniambia aliniambia akasema, mwalimu wangu, mimi pamoja na shughuli nyingine za maendeleo kwenye sekta ya barabara, kwenye afya, kwenye elimu, kwenye mawasiliano na mambo mbalimbali mbali, kwenye maji, kwenye umeme lakini nataka nishirikiane na wananchi wa manispaa ya Iringa tukae pamoja, tuitafute burudani ya mpira wa miguu tuipate, tupate timu hii. Imeenda, lakini nataka nimalizie jambo moja katika sifa za uongozi ambazo mimi nazijua na ambazo watu wote wanaojua uongozi wanafahamu, moja ya sifa ya kiongozi kubwa ni kuzijua changamoto za watu anaowaongoza na kutafuta majawabu. Sasa nitamleta hapa, atakuja muda utakapofika, atawaeleza changamoto mbalimbali anazozijua za Iringa mjini, na namna ambavyo yeye atapaza sauti kuzishughulikia. Ukimwona mtu anakuja anaomba kura, anaomba kura, anaomba kura. Muulize, lakini changamoto zetu, matatizo yetu, unayajua? Sio tukupe, alafu ndo uanze kutuuliza, e, hivi mna matatizo gani? We ulikujaje uli kugombea bila kujua matatizo yetu? Kwa hiyo, mzigo alionao Iringa mjini anaufahamu ni mzigo mkubwa kiasi gani na mwepesi kiasi gani, ndio maana akasema mimi ntauweza, ntaubeba. Asante baba. Huyo ndiye Fadhili Ngajilo, kijana aliyeandaliwa kielimu, kiuongozi, na mimi nataka niwaambieni mnatupa karata nzuri nyinyi Mama Samia, mama Samia naye mjua anavyopenda vijana wasomi. Hii karata yenu sijui kama itabaki hapa hapa, itaenda mbali, imeenda sasa. Bila kuwapotezea muda, namwita sasa kipenzi chenu ndugu, ndugu Fadhili Ngajilo, naomba mumsikilize mgombea wetu wa ubunge. Karibu sisiemu oye! Wakina mama motomoto, wazazi, uchungu wa mwana, vijana ee. vijana ra. Ilinga madiwani Ra CCM oye! Ndugu zangu wanamivinjeni, mimi niliyosimama hapa naitwa Fadhili Ngajilo. Nimeletwa na Chama cha Mapinduzi kuomba ubunge kweni nyinyi ndio mtakaotoa ubunge. Wangapi mtanipa kura zenu? CCM oye! Yeah. Naomba pia niombe kura kwa ajili ya Dr. Samia Suluhu Hassan, rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, mgombea wetu Samia, Samia Asanteni sana lakini, nina madiwani wanaotengeneza mafiga matatu, naomba niombe kura kwa ajili yao wote wakata zote, lakini kwa Mivinjeni naomba nimwombee Joseph Sanga. Joseph Sanga oye! Ndugu zangu, baada ya kuomba kura, baada ya kuomba kura Madiwani, naomba msimame kabisa hapa pembeni, kwa sababu muda umeenda. Nitaongea dakika mbili na nyie, mtapanda hapa juu mwonekane. CCM oye ndugu zangu, mimi Ngajilo nimejipanga, nimejipanga kweli kweli kuwahudumieni kama mtumishi wenu. Nimeletwa na Chama cha Mapinduzi kwenu, mko tayari kunipokea? Nawashukuru sana. Kuna changamoto zimetajwa, changamoto za Mivinjeni tumezisikia. Wana Mivinjeni, nataka kuwaahidi nitashirikiana vizuri na diwani wenu Joseph Sanga. Haya yote aliyoyasema na aliyoyaahidi tutashirikiana kuyatekeleza. Mivinjeni safi. Ndugu zangu, ameongea habari za barabara, tutashughulikia kumwaga lami humu. Amezungumzia masuala ya shule pale Mivinjeni, tutashughulikia kuboresha elimu. Lakini nataka kuahidi wakinamama, vijana, na makundi ya watu wote mnaotaka kuwezeshwa mitaji, Ngajilo ndio dawa. mimi nimewaambia sehemu nyingine mimi, mimi pamoja na kwamba ninaamini katika kutoa elimu ya ujasiriamali kwenu, lakini ninaamini katika kuhakikisha mnawezeshwa mitaji, na ninavyowaelezeni, taasisi za fedha zimeshaanza kunitafuta, wao wana fedha, wamesema Ngajilo wewe una, fedha, una, una, una watu wao taasisi za fedha wana hela, wana pesa. Kwa hiyo wanataka ni waunganishe watu na pesa. Mko tayari? Basi chagueni Ngajilo kama mnataka kuunganishwa na mitaji ya shughuli zenu. CCM oye! Ningelikuwa na muda mwingi, ningezungumza mengi, lakini tutashughulikia masuala ya kuboresha makazi yetu, tutazungumza hayo mengi. Kuna wale waliozungumza ile hoja ya kilimo, na nimewaambia sehemu nyingi, jamani, Iringa wanaishi wengi ni wakulima. Unaweza ukaona tunaishi mjini, lakini ukweli ni kwamba sisi tuna mashamba yetu. Wangapi wana mashamba hapa? Josha mikono juu! CCM oye! kwa hiyo hoja yangu inajibiwa na mikono yenu, kwamba Iringa watu wanahitaji huduma za kilimo, wanahitaji mbolea, wanahitaji elimu kwa ajili ya kilimo bora, wanahitaji huduma za ugani kwa ajili ya kilimo bora. Sisi moe hayo yote tutayafanyia kazi. Hapa imezungumzwa masuala ya michezo, na mgeni rasmi ndugu Kilumbe Naibu katibu mkuu wetu jumuiya ya wazazi, amesema nilimnong'oneza kwamba mimi nitaibadilisha Iringa kwenye michezo. Na nia yangu kubwa, niseme nisiseme, nataka kuleta utalii wa michezo Iringa. Semeni, utalii wa michezo Yaani utalii wa michezo, tunataka sasa watu wawe wanatoka sehemu zingine wanakuja kucheza Iringa. CCM oye! Yaani ukitaka kuona mpira wa miguu uwe unakuja Iringa. Ukitaka kuona mchezo wa kinamama unaitwa rede, njoo uone Iringa wa wakinamama, mpo tayari? CCM oye! sasa Naomba tuombe kula mimi na waheshimiwa madiwani wenzangu hapa, maana tukiingia kule baraza la madiwani, wote sisi ni madiwani. Madiwani tunyoshe mikono kuomba kula Jamani, tunawaombeni kula wana Iringa na wana Mivinjeni, wote sisi ndio tunaenda kuunda baraza la halmashauri ya manispaa ya Iringa kwa ajili ya maendeleo na ustawi wa Iringa. Sisi oye! Oktoba 29 hiyo msikosee, msikosee jamani, tarehe ishirini na tisa asubuhi saa mbili, kila mmoja awe kwenye kituo cha kupigia kura. Hakikisha unachukua una unaweka yeah.